Marais tumewaona sisi kupata ilani fupi kuweza kukaa na wewe in a relaxed environment. E, inaonyesha upendo na unyenyekevu katika uongozi wako, na sisi kama pwani, sisi mawaziri wawili hapa, e, pamoja na spika Kingi tunashirikiana na hawa viongozi wote na tutaendelea kushirikiana, tukuunge mkono. Mambo ya 27, hiyo sisi Kwale tunasema ni tolwa <laughs> so tutaendelea kuhakikisha haswa sisi watu wako wa mkono kuunganisha visheni yako na utekelezaji kwa wananchi na kwa mara ya kwanza tuko na uongozi wa Pwani wa parliamentary group ambao kwanza wana umoja, na kila wakizungumza wanazungumza mambo ya wananchi wao. Kwa hivyo, your excellency, sisi tutakusaidia kama mawaziri na pia tutakusaidia kama viongozi. Kwa hivyo, ni kushukuru sana Mheshimiwa Rais na viongozi wote tunashirikiana na tuzidi kuendelea na umoja, this is the first time. I want to confess also that we are sitting like this mpaka na Joho hapa namna hii eh, kwa sababu saa nyingine, <laughs> tumekuwa mmoja huku na kundi lake mmoja huku na kundi lake, lakini safari hii sote tuko ndani ya broad-based Kenya Kwanza na President William Samoei Ruto. Asanteni sana.